Karibu kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki kwa kuendelea kufuata mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, na jinsi unavyoendelea kufuatilia, maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Na ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe, mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata, na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti haya. Lakini pia washirikishe marafiki zako mafundisho haya. Unaweza kwa share, unaweza kwa comment, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen. Leo tutajifunza kichonje muhimu na nasema kwamba siri wasioijua, wasioijua siri wasioijua wengi ya kupata mali, siri wasioijua wengi ya kupata mali. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, mfundisho akafanyike msaada kwako, yakafanyike baraka kwako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Amen. Tunapoona watu wengi watu wana mali tunapoona watu wamefanikiwa wana vitu vya kutosha, wana vitu vya kutosha wana mali nyingi, ujue kwamba kuna siri wanayoijua ambayo watu ambao hawana mali watu ambao hawana mali hawaijui. Kuna siri maisha tunayoishi tunayoishi kwenye eneo lolote, ni kwenye huduma iwe ni kwenye uchumi, kwenye nini, kuna siri ambazo usipozijua huwezi kufanikiwa. Kuna siri ambazo usipozijua huwezi kupata mali, huwezi kupata mali kwa. Tutakwenda kujifunza siri wasioijua wengi ya kupata mali. Unapoona maskini wengi hawana mali, watu wengi hawana mali, maana kuna siri ambazo, ambayo hawaifahamu. Kuna siri ambayo hawaifahamu, lakini kuna watu wengine ambao ambao wana, wana mali sawa, wana mali sawa, lakini mali zao inawezekana zisifike mbali kwa sababu tu ya kutozijua baadhi ya siri ambazo ni za muhimu. Watu ambao wana mali wana utajiri endelevu utajiri wa kudumu, ambao unadumu vizazi mpaka vizazi, kuna siri ambazo wanazijua. Lakini watu ambao pia watu ambao wanakuwa na mali kwa muda mfupi afu zinapotea, kuna siri pia ambazo hawazijui, hawazijui. Kwa sababu sipo zishi hizo siri ambazo zipo zilikwisha funuliwa tayari, na tunaweza tukazipata kupitia kwa wenye hekima, na moja ya hekima ambayo inaweza inatupa uhakika uhakika zaidi ni maandiko. Neno la Mungu ni hekima ya Mungu. Kila tunaposoma neno la Mungu tujue kwamba ni Mungu anasema na sisi, ni Mungu, anasema na sisi na ndio maana maandiko anasema kwamba Maandiko yanasema kwamba hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu, ni upumbavu mbele za Mungu. Kwa maana watu wanaojivunia hekima ya dunia hii mbele za Mungu, hiyo hekima ulionayo ni upuuzi. Ni upuuzi mbele za Mungu, ni upumbavu mbele za Mungu. Na sio kwamba hiyo hekima ulionayo sio ya muhimu, ni ya muhimu. Lakini hekima ulionayo bila Mungu, ukiwa na hekima ya dunia hii bila Mungu, ukiwa na maarifa ya dunia hii bila Mungu ni upuuzi mbele za Mungu. Ndio maana watu wenye hekima dunia wanasema kwamba Mungu hayupo. Mungu hayupo. Kwa, tutaangalia siri wasiojua wengi ya kupata ya kupata mali na tutaipata kwenye Luka 16:12. Luka 16:12. Maandiko yanasema hivi. Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mwingine, na kama hamkuwa mwaminifu waaminifu katika mali ya wengine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Narudia tena Luka 16:12, nasema kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Tunaishi kwenye kizazi ambacho kinafanya mambo ya ajabu sana, kizazi ambacho mtu mwizi anaonekana kwamba ni mjanja, mtu anayeibia serikali anaonekana kwamba ni mjanja ni mjanja. Mtu ambaye sio mwaminifu kwenye mali za serikali anaonekana kwamba ni mjanja. Lakini Yesu anawaambia sema kwamba na kama hamkuwa wa mwaminifu hamkuwa uaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu? Maanake anajaribu kuonyesha kwamba hakuna mtu atakayewapa mali yenu, hata Mungu hawezi kupa vile unavyovitamani endapo wewe haujawa mwaminifu kwenye mali za wengine, kwenye mali za wengine. Siri hii watu wengi hawaijui, hawajui kwamba kuwa mwaminifu kwenye mali ya wengine, kuichukulia mali ya mwingine kama vile ni ya kwako, kutunza mali ya mwingine kama vile ni ya kwako, ndio siri mojawapo ya kupata mali za kwetu wenyewe, za kupata mali za kwetu wenyewe. Kama usipotunza kitu cha mwenzako kama vile cha kwako, ni wangapi ambao wanakabidhiwa gari, wamekabidhiwa gari kama madereva wanalibamiza wanavyotaka, wanaliendesha wanavyotaka, maana hata likiharibika yeye hana uchungu nayo, hana uchungu nalo, ataenda kutafuta gari nyingine. Haangalii kwamba inawezekana ilo gari umelipata kwa mkopo, haangalii kwamba ilo gari inawezekana unataka kupitia ilo gari angalau uweze kufika mahali fulani. Yeye anachojiangalia ni yeye tu atalibamiza hilo gari jinsi anavyo popote pale, ataliendesha jinsi anavyotaka, kwa sababu sio la kwake, hana uchungu nalo. Usipotunza kitu cha mwingine utapateje cha kwako? Usipokuwa mwaminifu kwenye mali ya watu wengine utapateje iliyo ya kwako mwenyewe? Hii ni siri ambayo watu wengi hawajui. Na wakati mwingine hata watumishi wa serikali, watumishi wengi wa serikali wanaogopa kununua magari na kuwapa watu, kwa sababu anajua kwamba watu walio na uchungu watakao tunza uh, watakao tunza wanao wenye uchungu na watakao wenye uchungu na mali za wengine ni wachache, ni wachache. Muda mfupi atakabidhiwa gari, muda mfupi imekwisha haribika, anakuachia liko juu ya mawe, yeye anaenda kutafuta gari kwa, kwa mwingine. Ataenda nako ataliharibu, atalibamiza, atalibamiza, atalifanya anavyotaka. Atamwibia bosi wake, vyovyote vile, atakuwa na, na fedha zingine ambazo anazipata kwa njia ambazo anazijua mwenyewe, ataua na ataenda kwa mwingine. Siri wasioijua watu wengi ya kupata mali ni siri kutokuwa mwaminifu kwenye mali za wengine, kuvitunza vitu vya wengine kama vya kwako Kutunza mali ya mwingine kama vile ya kwako. Jinsi ambavyo ungekuwa na uchungu na kitu chako, jinsi ambavyo ungekuwa na uchungu na mali yako, na ndivyo ambavyo unatakiwa kuwa uchungu na mali ya mwingine. Narudia tena, tupo kwenye nyakati ambazo wezi, watu ambao wanawaibia mabosi wao, kufumba na kufumbua, kwa jinsi kibinadamu wanaonekana kwamba imefanikiwa. Hichi ni kweli, amejenga nyumba, ni kweli amefanya nini nani, lakini kwa kumuibia mwingine, kwa kumumiza mwingine, hayo sio mafanikio. Haya sio mafanikio. Mafanikio ya kweli na ya kudumu yanapatikana pia kwa kuwa mwaminifu kwenye mali za wengine. Tufikirie habari za habari za Yakobo. Yakobo alipokuwa kwa, kwa, ya, alipo kwa Laban, pamoja na kuwa Laban alimbadilishia mshahara wake mara kumi, lakini Laban aliendelea kuwa, kuwa mwaminifu kwenye mifugo ya Labani anaendelea kuitunza mifugo ya Labani kwa uaminifu. Maandiko yanasema kwamba hata wale wanyama waliochukuliwa na, wa, na, na nyama hatari, hatari uko, uko, uko, uko porini, Labani alidai alikata mshahara wa Yakobo, wale waliokuja wakakamatwa nyamkini na simba siyo na nini nyumbani, Yakobo Labani alikata mshahara wa Yakobo. Lakini Yakobo kwa sababu ya uaminifu wake kwenye mali ya Labani kwenye mifugo ya Laban, Yakobo aliondoka akiwa tajiri, lakini Laban alimwacha akiwa masikini, alimwacha akiwa masikini. Ni kama ni nani, ni nani ambaye atakupa mali yake kama usipokuwa mali ya kwako mwenyewe, kama usipokuwa mwaminifu kwenye mali ya mwingine na kama mkuwa waaminifu Yesu anasema hiyo, Luka 16, kama mkuwa waaminifu katika mali za mwingine, ya mtu mwingine ni nani atakayewapa iliyo ya kwenu iliyo yenu wenyewe? Kwa kuna wakati ambapo tunakosa kupata mali iliyo ya kwetu wenyewe kwa sababu hatu sio waaminifu kwenye mali za wengine, sio waaminifu kwenye vitu vya wengine. Wewe umekabidhiwa, unauza biashara, hauna uchungu na hiyo biashara kuithamini hiyo biashara, hauna uchungu nayo, hata duka kwamba likufa likifa, wewe wewe hauna shida, shida kwako. Lakini angalia pia, Yusufu alipoenda kwa Potifa alikuwa mwaminifu na Potifa kaona kwamba tangu alipokanyaga Yusufu, baraka za Mungu zimeanza kuonekana, mafanikio yameanza kuonekana. Alipogundua siri hii, akasema, Yusufu wewe utakuwa bosi kwenye nyumba hii, wewe kila kitu kitakuwa chini yako na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Siri hii ya kuwa waaminifu kwenye mali za wengine, ya kuwa waaminifu kwenye vitu vya wengine, kutunza vitu vya wengine kama vya kwako, kutunza kusimamia biashara za wengine kama vile ya kwako, kusimamia vitu vya serikali kama vile vya kwako, hii siri watu wengi hawaijui watu wengi, wizi wizi ndio wanaonekana kama mjanja. Ndio maana watu wanaonekana, mwaka mmoja tu ameingia serikali, mwaka mmoja tu ana gari. Anafanya nini? Anafanya nini? kwa kuizi, kwa, kwa wizi, kwa wizi, kwa kuibia serikali, anaonekana kwamba ni mjanja. Wewe sio mjanja, wewe ni mpumbavu kati ya wapumbavu, na mwisho wako hautakuwa mzuri. Na wakati mwingine watu wanakuwa punished, wanakuwa wanashangaa mambo mengine kwa nini hayaendi Wanachangaa kwa nini hawafurahi? Ni kweli wana gari lakini hawafurahi majanga kila siku. Kwa sababu wewe ni mwizi. Kwa sababu wewe ni mwizi. Sio mwaminifu kwenye vitu vya serikali, sio mwaminifu kwenye mali za watu wengine, sio mwaminifu kwenye vitu vya watu wengine. Siri wasioijua watu wengi. Watu wengi ya kupata ma ni kuwa mwaminifu kwenye mali za wengine, ni kuwa mwaminifu kwenye vitu vya wengine. Ndugu, ukikabidhiwa kama ni biashara, itunze biashara, ifanye hiyo biashara kama vile ya kwako. Kama ni gari, liendeshe ile gari ba gari kama liko uwe na uchungu na ile ile, gari liendeshe, usilibamize bamize tu. Likiharibika wewe wewe wewe kwako uone shida, we, wewe uone shida. Na ndio maana watu wengi hawana mali, kwa sababu haijui siri hii, haijui siri hii Mafanikio tunayapata kwa kujua kanuni. Mali tunazipata kwa kujua kanuni, na kanuni moja wapo ni kuwa mwaminifu kwenye mali za wengine. Ni kuwa mwaminifu kwenye, kwenye, kwenye vitu vya wengine. Ni kuvitunza vitu vya wengine kama vile vya kwako. Ni kuzitunza mali za wengine kama vile ya kwako. Ni kutunza mali ya serikali kama vile ya kwako Kuna maneno ambayo inaenuka, wewe una uchungu, hicho kitu chenye ni cha serikali sio cha kwako, kuna uchungu na nini? Anafikiri kwamba anaongea point kumi, naonyesha ni kiasi gani jinsi alivyo mpumbavu, hazijui kanuni hii. Kama nataka kufanikiwa, wewe una uchungu hata na mali za serikali, hata na vitu vya serikali. Vitunze biashara za wengine, ziendeshe hizo biashara zi, ziendeshe hizo biashara kama vile ya kwako. Vitu vya wengine vitunze kama vile vya kwako, na ndipo utapata mali ya kwako mwenyewe. Siri mojawapo ambao watu wengi hawaijui ya kupata mali ni kuwa mwaminifu kwenye mali za wengine. Ni kuwa mwaminifu na kwenye vitu vya wengine, kutunza vitu vya wengine kama vile vya kwako. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza ku share, unaweza ku comment. Mungu akubariki katika jina na Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu aendelee kukuinua na roho ya uaminifu iingie ndani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen.